Ndugu roho msivutiwe na mnayo ona na msikio. Roho nyingi zilizo mgonjwa kiroho zilizokuja kwangu hujilaumu kuwa zinaona maono. Ninaamini kuwa kuna maono ya kweli yaliyooneka na Mungu. Siku iliyofuata walipokuwa safarini na wanakaribia mji, Petro alipanda pa karibu saa sita kulitakasa. Aliacha njaa na kutamani kitu cha kula, lakini walipokuwa wanakiandaa aliingia katika hali ya maono na akawaona mbingu zikiwafunguliwa na kitu kama pazia kubwa likishushwa likizungukwa na pembe zake nne hadi duniani. Matendo kumi, tisa ondoa kumi na moja. Lakini kumbuka hili hutokea kwa wachache sana, si kila mtu anaona na kusikia vitu hivyo. Usidanganywe kufikiri uko kama Petro ni wakati Petro alikuwa amedanganywa moyoni, na maono aliyoyaona yalikuwa na maana gani? Tazama, wanaume waliopelekwa na Konelio baada ya kuhoji nyumba ya Simeoni waliendelea kwenye lango Matendo saa kumi na madakika kumi na saba. Hata hivyo roho nyingi zimedanganywa na roho wabaya zilizowaweka katika kiburi, zikawawezesha kuamini mimi ni mtu maalum ambaye anaweza kusikia na kuona vitu. Kuna roho nyingi kama hizo zimekuwa watumishi wa uovu hivyo tafadhali jiheshimu kwa unyenyekevu, kwa maana Kristo wa uongo na manabii wa uongo wataibuka na kufanya ishara kuu na miujiza, hata iwezekanavyo, hata waliochaguliwa waipoteze. Mathayo 24, 24. Ingawa kuna wapelewa wengi hawana uwezo wa kutambua mambo ya kiroho. Ninaelewa hili lakini, na kuhimiza usidanganywe na kuanguka chini ya udhibiti wa roho wabaya, mwisho ni kifo na kuzimu.